ni kusalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa tanzania kazi zikiwa zinaendelea sisi jukumu letu ni kuhakikisha kuwa tunakupasha habari katika anga la kimichezo kwa yale ambayo yanaendelea kujili hivi sasa mfukuto uliopo kwa taifa hili la tanzania ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo aidha ichezwe ama isichezwe imebaki hamsini kwa hamsini taarifa kwa umma ya Simba Sports imetupa wasiwasi wasi wa maelezo yaliyoandikwa ni kama dabi inataka kubadilishiwa tarehe na Simba ikionyesha e, msimamo wa kuwa hawatatambua tarehe nyingine tofauti na 15 Jumapili ambapo mchezo wa dabi ya Kariakoo mechi nambari 184 utakwenda kuchezwa. Nipo na Heavyweight underscore dula, ndivyo unavyoweza kumtafuta hivyo katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Hali yako brother iko vipi? E bana, kwema na kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu ya uko vizuri kaka. Niko fresh kabisa. Taarifa kwa umma kaka, zimekuwa za papo kwa hapo, papo kwa hapo, haimaliziki siku, taarifa kwa umma e, inakuwa imetoka. Tuanzie hapo ndugu yangu, uh, umeishuhudia taarifa na umesoma barua uh, ile taarifa vizuri ya Simba? Yeah, of course, of course, nimeisoma na ile barua ni kama ina, inatoa amri, ni kama ina, ina direct kwamba, Simba kwa sababu kwanza, mwanzo kabisa, paragraph ya kwanza inasema Simba itafika uwanjani tarehe kumi na tano katika mchezo namba 184 eh, Julai kwa Juni, ni Juni eh, Juni 15 mwaka 2025 sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba Simba wanatoa taarifa kwa wapenzi na wadau na maki mashabiki wao kwamba tarehe 15 watakuwa haijalishi nini kitakachotokea, wataenda pale kushiriki mchezo namba 184. Kwa hiyo ni, ni, ni, kitu ambacho kimeshakuwa sealed pale kwamba watakuwepo, sawa. Jambo la pili, wameandika kwamba mabadiliko yoyote ya kujaribu hmm, kubadilisha tarehe ya mchezo, mchezo. Okay. Umeelewa, okay. Mabadiliko yoyote ya kujaribu, yani maana yake bodi ya ligi hata isijaribu, sio kubadilisha, isijaribu kubadilisha kwa sababu ikijaribu, Simba hawatotambua tarehe nyingine yoyote ya kucheza huo mchezo. Okay, zaidi ya tarehe kumi na ngapi, kumi na tano sawa? okay. hmm. kwa sasa hapa Eh, ambaye ameyakanyaga ni nani? Ni bodi ya ligi. Ni kama mtukati amewekwa mtukati, huyu anasukuma mkono wa kulia, huyu anasukuma mkono wa kushoto. Afu bodi ya ligi ipo katikati. Na hii, ehe, na hii ndo tunakuja sasa kwenye point kwamba bodi ya ligi haya ameyatafuta. Sawa? Kwa sababu watu walikuwa wanadhani labda Simba yuko upande wa bodi ya ligi, yupo upande wa TFF au nini? Unajua uh, Yanga ndo imekuwa timu ambayo ina, ina complain sana kuhusu mm, bodi ya ligi siyo ya nini na nini, ambayo kiuhalisia Yanga katika iki, misimu ya hivi karibuni wao ndo wamenufaika zaidi na uongozi huu wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, bodi ya ligi, na uongozi wamekuwa wakisikilizwa sana. Kuna kipindi Simba ilikuwa inacheza michuano kimataifa, Yanga hao wakaja wakasema hawataki viporo mm, si unakumbuka hichi kipindi eh, bana? Viporo vinatuharibia vina, vina, vina ligi siyo nini na nini ya wa kwanza katika kuchukua ya mataji matatu kimataifa, alifika paka robo fainali kama kawaida, lakini Yanga hawakutaka kufanya kuelewa ni kitu kinachoitwa yeah, kwamba kwa ilikuwa haiwakeri, ilikuwa inawakera sasa awamu hii baada ya kutokea ile sakata watu wengi wakawa wanahisi labda Simba yuko upande wa bodi ya ligi na TFF. Kitu ambacho sio kweli. Simba alikuwa ametulia tu kwa sababu ameona hana haja ya kupiga kelele. Tarehe nyingine imepangwa. Sio unaelewa? Eh, jambo lao lilienda kupelekwa kasi ushindi ukawa upande wao eh, na kwa sababu walikuwa wako kwenye njia moja sababu Simba baada ya kucomplain tukio ambalo lilifanyika tarehe saba jioni mm. E, eh, bodi ya ligi wakaamua kuahirisha mchezo. Sio unanielewa? Sasa eh, wao wakaona hamna haja wak, wak, waka, ya ku complain wako wao walikuwa wanapiga kelele hapa katikati walikuwa Yanga tu mara sijui nini mara wa print ma t-shirt mara nini mara Simba umetudia tu kimya. Sasa hapa manake wakasikia fununu wenye Simba walichosikia kwamba kuna possibility ya mchezo kuhairishwa, ndo ndo wakatoa agizo lao pale moja tu kwamba bwana, sisi tutakuwepo tarehe kumi na tano. Maanake wataingia uwanjani lakini vile vile hawataki kuona wala kusikia jaribio lolote la kugairisha mchezo. Sasa e, wana haki ya kufanya hivyo, simenielewa. Kwa sababu ambaye ana makosa ni nani? Ni bodi ya ligi, kwamba wamekuwa wakizoea kufanyaje? Kudekeza dekeza, ligi, kudekeza, dekeza. Simenielewa. Sasa nataka watu wapate picha kwamba hata Simba kuna vinyongo vyake kwenye bodi ya ligi ambavyo vinatokana vina, vina, vina na mambo haya haya ya ku, ya kuona kwamba mwenzi anaf, kuna vitu anaf, anafanyiwa. Mm-hmm. Na ndio maana unajua ni kwambie kitu kimoja. Mm-hmm. Jeuri huwa inatokana na nini? Jeuri inazalishwa na kibri, na kibri kinatokana na nguvu iliyopo nyuma. Unajua eh, asilimia kubwa hivi vilabu vinapoa ujeuri na watu ambao wapo nyuma Shu naelewa. Amboti, watu wanajuza waliopo nyuma hivyo vilabu ni akina nani? Ah, ni ma, ni mashabiki. Yaani wow. Mtu anaamini kwamba mashabiki milioni ngapi? Yaani mtu anaamini unajua, kuna unajua, Simba eh. Mm. Wewe utafanya hivi? Sisi tuna tuna, tuna tuna washabiki wengi. Shu tuna nini na nini? Kwamba wanaona kwamba ukija kufanya jambo ambalo litaenda against na mashabiki lukuki inaweza mm. ikawa changamoto. Sisi, unaelewa, kwa nchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo hichi ndio kinachowapa jeuri? Kwa hiyo kila, kila timu hapa inachokifanya ina, ina, ina inataka kupigana ijidhihirishe kwa mashabiki kwamba yenyewe sio si, si, kinyonge. Kila, kila, kila uongozi katika hizi klabu mbili inataka kuonyesha mashabiki kwamba sisi tuna nini, tuna msimamo kwa sasa. Hili jambo linamfanya bodi ya ligi anachanika kati kati, menelewa, kwa sababu bodi ya ligi uh, Hakuna ile timu ambayo imenufaika passe, yani kabisa, kwamba useme hii sasa imebebwa sana yani live na... kila mmoja ana vinyongo vyake vya kulaumu bodi ya ligi kuhusiana na mwenzie, si unaelewa? Hata Simba na mambo ya kulaumu bodi ya ligi kuhusiana na Yanga, hata Yanga na mambo ya kumlaumu bodi ya ligi kuhusiana na Simba. Ni kwa sababu bodi ya ligi imejitengenezea mazingira ya kuvifanyia favors za kupitiliza hivi vilabu, mpaka leo hii sasa vinawapanda nini kichwani. kichwani. Mindula. Na ukiniuza miko, kwa upande wangu sioni sababu ya kwa sababu kuahirisha hii mechi sio solution, Mindula. Nimemsikiliza uh, Karim Boimanda ambaye ni afisa habari wa bodi ya ligi katika mahojiano yake kazungumza kwamba kuna taarifa nyeti mm -hmm. eh, ambayo inaweza ikatolewa muda wote kupitia kwake yeye idara ya habari mm -hmm. lakini inatoka kwa uongozi wa bodi ya ligi. E, hauoni kwamba kuna hatihati kubwa ya Simba akafika uwanjani lakini Young Africans katika msimamo wake e, anaweza asipeleke timu ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa? Mimi ninachokifanya nakurudisha kwenye taarifa ya umma ya, ya kwanza ya Simba. Sio ile ya, ya tarehe na tarehe saba jioni mm. mwezi wa tatu a kabla ya taarifa tari, ta, ya umma ya jana kulikuwa kuna taarifa ya umma ya juzi, juzi. Mm. Unaikumbuka ile mm. taarifa ya umma? Walisema kwamba kuna, kuna kipengele, walisema kwamba inawataka mm. uh, TFF na bodi ya ligi kuwaweka hadharani eh, taarifa ya uchunguzi, He, uchunguzi na kuwaweka hadharani, yeah, sio? Unakumbuka nikakwambia Jaffe, hii taarifa ni design, ni kama Simba kuna kitu wanakijua ambacho pia bodi ya ligi wanakijua like yeah. Alafu sasa sa Simba ni kama wanashauku wanasha au wanashangaa wanasha mbona hawa hii taarifa hawaitoi hawaiweki hadharani? Okay. Shule nilielewa unakumbuka nilikwambia maneno. Nakumbuka vizuri. Kwa hiyo nikakwambia kuna kitu cha siri ambacho mimi na wewe tu. Atakifaa. Ila wao wana kijuu kipo baina yao. Eh, unakumbuka nilikwambia maneno eh? Sasa hiyo ndio nyeti yenyewe. Oh. Eh, hiyo ndio. Hiyo ndio nyeti wenyewe huko kwenye hilo swala. Ndio hilo swala. Swala. Sindi kwambia Jafe eh, ah, sisi tunatembea tu kwenye reli. Kodi unazijua, unajua kuzinyambua. Ah, of course sijui ni nini, lakini nachojua tu ni kwamba nilikwambia kwamba eh, kuna nyeti Ee, nyeti sisiri. Eh, siri? E, siri. Eh, kuna taarifa siri nilikwambia, akakwambia bwana barua ijeje hivi hivi. Simba kuna kitu wanaamini bodi ya ligi wanacho mm, hawakiweki wazi hadharani. Simba kwao hiyo wamedirect pale. Unaelewa? Na kama unafuatilia, mm, fatile toka sakata linaanza. Bodi ya ligi ni kama wana, wana, yaani mtu kwa macho kwa kawaida anaweza akahisi wako upande wa Simba. Kwa sababu mechi ilivyo, e, hairishwa. Unaelewa? Mm. Ni kwa sababu Simba ndio waliandika statement kwamba bwana tumefanyaje tumefanyiwa fujo, tumezuiliwa kuingia uwanjani na nini na nini na nini nani. Umenielewa? bodi ya ligu ikaahirisha mchezo. Sawa, taarifa nyingine ni kwamba Simba wakaja wakakaa muda mrefu hawajaandika jaandiko lolote, baada tu Yanga kwenda kasi na nini, fujo nyingi zikatokea katikati hapa na nini na nini, kesi ilivorudi, bodi ya ligu ikapanga kwa tarehe nyingine. Simba wakaja wakaja kuandika andiko lao jingine, kwamba linataka watu ambao walihusika kwenye jambo lilotokea tarehe saba jioni yani, wameandika mpaka muda tarehe saba tarehe na muda jioni iliyopelekea mechi kughairishwa wawekwe hadharani na wachukuliwe hatua. Ehe, kwa hiyo ile neno uchunguzi lipo tu kwamba uchunguzi nini, yani iko kama boshen, lakini ile neno wawekwe hadharani na wachukuliwe hatua ndio jambo la lenyewe ambalo msingi wa yote, yote. Yote. Ndio hiyo nyeti yenyewe oh, tunayoisubiri hapa sawa, alafu sasa hmm. Ee, baada ya hiyo nyeti ni kwamba baada ya ile taarifa ya Simba kutoka tunaendelea kuamini kwamba bodi ya ligi watafanyia kazi. Sio kama ambavyo walifanyia kazi swala la tarehe saba ya kuahirisha mchezo tarehe nane. Sio unanielewa? Kwa hiyo tunaamini hivyo na hili la tarehe 15 pia imani yangu inaniambia mechi haitobadilishwa kwa sababu imanda mimi nimemsikiliza katika mazungumzo yake kasema maandalizi ya mchezo yanaendelea kama kawaida. Kama kawaida vizuri, na wanategemea wadau ambao, wadau wakubwa zaidi ni Simba na Yanga hmm, waendelee wa kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba tukio linafanyaje, hmm, linafanikiwa kuimba kupokezana. Kama tarehe nane, mashabiki wa Young Africans uongozi walipeleka timu uwanjani, Simba Sports hawakuwepo, basi hmm, safari hii ni safari ya Simba na wenyewe kwenda uwanjani Yanga hawatofika katika uwanja wa mechi usika. Mm, yeah, of course, kama wasipofika. Mimi mimi labda ni ni ni, niseme jambo moja. Mm. Bodi ya ligi waache kuendelea kujikoroga. Mm. Sawa, ilipofikia hapa, hapa ilipofikia. Bodi ya ligi hawezi kusolve kwa njia hizo ambazo wanazitegemea wao. Mm. Kwa sababu katika hao wote hakuna hata mmoja anayetaka busara. Sijui unaelewa? Mm. Hawezi sasa hivi akasema sijui nitafanya hivi nitaleta kikao. Walisio walijaribu kuweka kikao cha suluhu. Mm. Kilifanikiwa? Si kilishindikana, umenielewa? Waziri wa michezo, kwa mwisho wa siku, mi nachosema ni kwamba kwa sababu hapa jambo limefika kwenye hii stage, linatakiwa lifanyike kitu kinachoitwa liwalo na na liwe basi. mm. Ndo kinachotakiwa kufanyika. Tarehe ishapangwa, sawa. Hamna muda wa kubembelezana, okay. Watu waendelee na maandalizi yao kama bodi, mm. kwa ajili ya huo mchezo Mambo mengine yaendelee kama kawaida. Timu mwenyeji kama hataki kufanya majukumu yake ya msingi mm. bodi ifanye majukumu yake ya msingi. Timu eh, opponent ikifika uwanjani Simba mm. Yanga hajatokea, wafanye processes zinazoita. Kwani kanuni zile zimetengenezwa, zime kwa ajili ya nini? mm. Mnaelewa. kwa sababu mpaka um, wanatunga kanuni walifikiria kwamba kuna siku inaweza ikatokea sintofahamu, timu moja ikagoma kuingia uwanjani, ndio maana zikaundwa zile kanuni. Very simple, very simple. Naenda kwenye kanuni nasemaje. Yeah. Timu ambayo itagoma kufika uwanjani inachukuliwa hatua gani? Kwanza opponent anapewa pointi tatu zake za mapema, kisha timu inashushwa, inakatwa alama 15, inashushwa madaraja mawili, si ndio inavyokuwa? Mm. Alafu pia wana, kuna viongozi ambao wanahusika. Umenielewa kwenye hili swala kuchochea na nini? Wanafungiwa miezi isiyopungua 12 na mafaini hapo yameorodheshwa yame pale. Na mimi kwa taarifa nilizo nazo, eh? msemaji wa timu mm, kuna msemaji wa timu. Mm. <laughs> Boni, katu, eh, ee, Jatu, mimi nimetulia nakusikiliza anakutana mm, atakutana mm, na rungu msemaji, kuna msemaji wa timu atakutana na rungu Kagera, Kagera tena kwenye kwenye hili sakata eh, mzee, eh, kuna msemaji wa timu atakutana na ah, baina yeah, Simba na Yanga kwenye hili sakata na usijia timu gani? Ya yeah, of course. Kwa hiyo kuna msemaji, kwa hiyo kuna mtu ataliwa kichwa, afisa habari ataliwa kichwa. Ah, ndugu yangu wewe, meneja habari au afisa habari me, ni me, even ni, eh, shida nao kitengo <laughs> alichokopo nacho, nacho kinachanganya ndugu yangu, maana kina watu, watu, kama watano sita hivi okay. kwa hiyo umeelewa? Kwa hiyo yeah. lakini yeye ndio huwa anaonekana sana meneja habari, yes, ni mtu fulani ambaye ana maneno fulani hivi mm-hmm ya kurusharusha unajua maneno ya kurusharusha yani kibri, maneno ya kibri. Tafuta msemaji mwenye maneno ya kibri, kutoatoa amri kwa, kwa mtu yoyote hmm. maagizo. maagizo kwa mtu yoyote. Yupo huyo msemaji huyo, yuko juu ya mamlaka we, ah, we fanya research zako wewe, si mwandishi bwana hmm. E, atakutana na rungu zito no. rungu zito, wanamla kichwa mapema mno hizo za ndani na mwanzo mwanzo, na kila ikaribia dabi anakutana na hizo changamoto. Dabi ya kwanza ilikuwa afungiwe, jambo likapindishwa pindishwa na nini, kwa sababu kutokana na mambo yaliyotokea akalipa mm, fine. Tarehe nyingine ya dabi, umeelewa eh? E, tarehe nyingine ya dabi hivyo hivyo. Sasa safari hii ameyakanyaga, kwa sababu watu wanataka, usijua alipofika kwamba ni kama mgonjwa anakufa, ana, ana na kijiko chake mdomoni, sasa kwenye bodi pale washaona mambo yamewazidia, wa kwa hiyo muda wote one, wanaweza one, wakapungua kani. Sasa wanataka kuwacha na historia M..., nikupe nafasi, ingekuwa wewe ni miongoni mwa washauri wa uh, bodi ya ligi mm, ungekuwa unalipi la kuwashauri katika nyakati kama hizi ambazo wanazipitia na ni nyakati pengine katika uongozi wao hakuwahi kuziwaza kama watazipitia? Of course nyakati kama hizi ndo mm zinapima ukubwa wa fikra za viongozi unavyopitia nyakati kama hizi. Unajua watu wengi wanalalamikia bodi ya ligi, sijui wanalalamikia TFF. Of course kipindi hichi haya mambo yanaonekana ya, ya, ya, ya, ya, ya hivi, lakini by the way hawa ni tuseme, sawa, wana makosa yao, lakini hivi vitu haviletwi kwa sababu ya hawa, hivi vitu vinaletwa kwa sababu ya jinsi ambavyo miaka nenda rudi chini ya generation hii, chini ya generation iliyopita na iliyopita tena, kumekuwa kuna tatizo la kufanya hivi vilabu kuwa vikubwa kuliko mamlaka. Mamlaka inakuwa kama kivuli. Hii sio kwa sababu ya, ya kina Boimanda, siju ya kina nani, ya kina Almas Kasongo no, hii ni ishu ambayo kwa muda mrefu ime, imekuwa ime, imekuwa injected. Kwa hiyo hawa leo imekua wanakuwa, wanakuwa, wanakuwa, wanakuwa nini tu yani, wanapitia mizigo ya Watu, ya, ya, ya watu wa, wa, wa, ya walopita kipindi cha nyuma huko okay. Sasa na hii pia kwa sababu na yenyewe ipo kwenye system ile ile. Hmm. Of course ili mambo yaanze kubadilika ni lazima uh, e, uongozi uamue kuji kujiripua au kujitoa muhanga au kujitoa kafara. Zile kanuni kwa sababu of course, mtu akiambiwa kwa mfano ikitokea jambo kiongozi umelifanya kwa usahihi sawa lakini ule usahihi wake umeleta mambo mengi uh, hasi. Mm, watu waweza wakaona labda umekosea watu wengi, kwa sababu uongozi una siri nyingi katikati. Mm, wewe unaweza kuwa umefanya kwenye macho ya umma ukaonekana umekosea, ila ndani inaonekana wewe ume, umejiridhisha pamoja na washauri na kwamba hili jambo liko sahihi. Uki, uki, ile pressure ya umma ya kuona umekosea wakakwambia ujiuzuru, ukajiuzuru, tafsiri yake ni kwamba hata wee mwenyewe ulikuwa una mashaka na maamuzi yako. Kiongozi ngangari huwa hajiuzuru, ajiuzuru ha, ha, kama akiona amefanya jambo sahihi zaidi zaidi, akiona kwamba kujiuzuru kwake kunaweza kukarudisha mambo katika mambo yale yale ambayo alikuwa anayapigania yaondoke, ndio utakiwi kabisa kujiuzuru. Na maanisha hivi, kwa mfano ili swala bodi ya ligi wakaamua kulivalia njuga kwamba kupitia hili swala bodi ya ligi kwa sababu watu wanasema Yanga anapigania mpira siyo Yanga na... lakini kuna changamoto pia ya bodi ya ligi kuwa chini ya Yanga na Simba, nafikiri watu hawajaligusia hilo mm. Sasa bodi ya ligi wakiamua wao kuvalia njuga kupigania kwamba sasa, mwisho wa siku, sisi tunataka bodi ya ligi iwe juu ya Yanga na Simba mm. Hapo ndo unaona watakuwa wameupigania mpira sio Yanga na Simba kuupigania mpira. Mimi naona bodi ya ligi ndo ana nafasi ya kupigania mpira kwa sababu ya kuondoa vivuli vya Simba na Yanga kwenye ukubwa wa mamlaka mm. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kupigania mpira wetu. Sasa ikitokea wamejiripua, si umeelewa kwamba bana, sisi mechi inachezwa asiofika uwanjani, hatakutana na kanuni ambazo tuliziunda sisi wenyewe kushirikiana na wadau ambao ndio vilabu, jambo linakuwa eh, kwamba mwisho wa siku Yanga watafanya nini? Wataenda kasi, kwa sababu hawezi kuchukua mapanga kwenda kuandamana, sio, itakuwa jambo la ajabu kuna namna ya kupeleka malalamiko, wataenda kasi. Wakienda kasi, of course, lile faili lilitupwa, lakini kumbukumbu kumbu zipo, sababu walisema ile faili limeondoshwa kwenye orodha ya, ya, ya, kesi mm -hmm. Lakini kumbukumbu kumbu zipo bana, hii ah, ili sakata ndo lile kwamba hao ah, walishindwa, tukarudi tukawapangia tarehe nyingine, wakagoma tena, kwa tukawapokonya pointi, basi rudini Shuri, imekuwa imeisha hapo, huyu amepata haki yake, bodi ya ligi imepata heshima yake alopoa pointi kapoa pointi jambo lime sasa. Lakini wewe wewe, njo tuongee ma kidogo. Ah basi bana, ta, talifanyia kazi unakuja na huku, huyu huyu cha huyu hataki cha huyu huyu hataki cha huyu, sasa utaanza kusikiliza hadi lini? Ah basi njo hii ligi kwa mwishoni brother, sasa tutakuwa tunafanya kazi ya kupata suluhu. Chukua maamuzi, kanuni zipo za nini? Nenda kwenye kitabu cha kanuni, fata kanuni inavyosema kushnei sasa kila siku majibu haya kuridhishi. Ungetulia, ungetulia <coughs> unachukua ile file pamoja na wanaita nini si sijui... <coughs> Unajua mambo ya sheria tena lakini, kesi yoyote lazima inakuwa ina nakala yake na nini, unachukua unaambatanisha, unaenda kasi bwana, hii hukumu imetoka, sisi tunaona hatujatendewa haki kwenye moja mbili tatu. Sasa wewe hujafuata process yoyote. Umeelewa? Hata tulivyokuwa shule, uwezi ukatoka tukaenda kwa headmaster make mda. Kuna shule zingine si tumesoma headmaster unaweza um, kwa mwezi ukamona mara moja au mara mbili. Ume, umepigwa konzi na ya bwenpigwanasehem, unaenda kwa kiranja, kiranja anaweza kwambia bwana, hii kesi kubwa, nenda kwa discipline master Ukitoka kwa discipline master, jambo bwana limekuwa kubwa, sijui labda umefanya jambo la ajabu sana, ndio unapelekwa sasa. Unatoka hapo umepigwa konzi eh, master umepigwa konzi eee. Sasa inawezekana vipi? Kuna vi, kuna hizi hizi taasisi zinatakiwa ziendeshwe na, na, na, kwa uweledi, sio, unanielewa? Mm. na mara nyingi sana ya mambo yanasababishwa na, unajua kuna siku niliwahi kukwambia Jaffe. Mm. naomba nimalizie tu kwa sababu muda unaenda, lakini mm. Kuna siku niliwahi kukwambia, nikakwambia ni muhimu sana hizi taasisi kuendeshwa na au kuwekwa taratibu kwamba mtu anayepaswa mkubwa zaidi kwenye taasisi hata kama atakuwa rais wa klub, lakini kuwe kuna mtu mzima juu yake, au ile nafasi kubwa zaidi ya uongozi kwenye taasisi kubwa kuwe na mtu mwenye umri mkubwa, kwa sababu mtu mwenye umri mkubwa yani vila, mfano vilabu vyetu vingekuwa vinaendeshwa na watu wenye umri na unaitwa umri wa busara mm, jambo lingekuwa lina, lina, linafaniki, linafanikiwa kirahisi. Lakini sasa vijana unajua, vijana tena tunavyopenda sifa. Mimi nataka nikomeshe hili eh, sio hasa, ulikuwa unaita sio, nina nini, unajua sisi vijana tuna, tuna weakness zetu kabisa. Eh, kwa hiyo ni muhimu pia kwenye taasisi kubwa kwe, kuwe kuna, kuna kuna watu wazima. Of course tunapigana kwamba watu wazima wapungue ili vijana tupate nafasi, lakini kuna umuhimu pia mtu mzima kuwepo kwenye taasisi tena kwenye e, e, hatua kubwa, sababu mtu mzima anaweza akawepo lakini chini ya kijana mm. Haka, mtu mzima akamshauri. Nyewe wazee, si ndio mnatuharibiaga nyinyi, nyinyi ndio kila siku mnaleta ya mambo yanaendelea, lakini yule mzee akiwa juu top anaweza akatumia busara na hekima kuamua baadhi ya mambo umeendelea, mm. Sasa mwisho wa siku si ndio hivi tunapeleka na huko, Heavyweight underscore dullah, mtafute hivyo katika mitandao ya kijamii asalamu alaykum.